Yes, mtazamaji uh, wa Majanta Online TV bado tunaendelea kuzungumza kwenye exclusive interview na Pastor Rich wa huduma ya Love of Christ inayopatikana uh, songi ya mjini lisaboni madizini hapa, na kubwa zaidi tunaendelea kufahamu mengi sana katika safari yake ya utumishi wa Mungu, mambo yaliendaje uh, changamoto uh, zilikuwaje ambazo pia alikutana nazo uh, pasta, natamani pia tufahamu. Tunasema kila safari inakuwa na changamoto zake nyingi sana hasa pale mwanzoni. Uh, wewe binafsi pengine pale mwanzoni, changamoto zipi kubwa hasa ambazo ulikuwa unakutana nazo zaidi? jambo la kwanza kueleweka zaidiu yaani ndio nilipozaliwa nimekuwa nimesoma yeah. Mbona hapo nilikuwa nimezaliwa Dar es Salaam lakini ndio maeneo ambayo nimekulia sana huko mm. Kwa hiyo sasa tayari huko nyuma, maana sasa Mungu hapa anakubadilisha mm. Anataka uishi upande mwingine, sasa kuwaambia watu, kwa maana ni mtumishi wa Mungu akanielewa. Ndio zilikuwa changamoto hiyo mm. Kuna mtu anafahamu vitu vyako kuliko kawaida. Sasa tushaisha maisha yashapita, hakuna mtu ambaye alikuwa anaelewa iliali uh, watu na kufahamu na nini, lakini nilijipa tu moyo, nikajua muda ukifika, utafikia hatua fulani. Kweli ilibidi sasa nifanye sana kazi, ili kujaribu kuwaonesha watu kweli saizi huyu mtu ni tofauti kidogo. Hiyo ndiyo ilikuwa changamoto kubwa. Changamoto ya pili ilikuwa ni masuala ya uchumi ha, uchumi ulisumbua kipindi hicho hmm. Nilikuwa sifanyi kazi nyingine zaidi ya hii kazi ya Mungu, alafu pia hakukuwa na mtu wa karibu ambaye anaweza kusupport akakuboost kwa chochote. Hiyo taasisi za kiroho hizi hususan haya uh, makanisa yetu mm. support ya hakuna, sio kwa kiwango kikubwa, ni wewe mwenyewe ibidi upambane sana mm. kwa hiyo ilibidi ni tumie nguvu nyingi, ndio kama unakuvuka mara mkutano mitaani mara huku mara tunazunguka huku, ndio hiyo taratibu tukaanza kuzoeleka mpaka saa hizi unaweza kuona kanisa ni kubwa sana, watu ni wengi na jina ndio hivyo wenyewe wanasema mm. ni kubwa sana, namshukuru tu Mungu. Okay, sawa, kuna nyakati pengine uh, uliweza kukutana na changamoto kubwa kiasi cha kutamani kuacha kufanya huduma, hiyo utumishi wa Mungu, mara mara mara kadhaa, mara tatu, mara nne mm. Ah, nimetamani kuacha kazi ya Mungu mm. uh, hii pengine, uh, changamoto hiyo ilikuwaje na hiyo moment ilikuwaje? Mambo ni magumu sana No. Mwaka elfu mbili na ishirini kipindi tumeanza kujenga ili jengo letu hmm. Tulijenga jengo ikafikia hatua ambayo sasa tunakaribia kuwezeka, sasa kipindi mime naangaikia bati pamoja na boliti, mvua ikanyesha likabomoka. ah, hiyo ilinikatisha sana tamaa, nikatamani kuacha kabisa kazi yenyewe hii, lakini kuna kipindi pia Uh, sijui jambo gani litokea, watu karibia wengi kanisani walitoka, wakabaki wachache. Pia huo muda nilikuwa nimetamani nitoke kabisa. Hizo ni changamoto tu ambazo chache zilinifanya nitamani kuacha mm. Lakini nina, nina, nina visa na mikasa mingi sana ambayo yani, kama unakuwa Mungu hajakupa wito uwezi uh, kuendelea na hii kazi, ni kazi ngumu. Mm-hmm, kazi ngumu ushawahi uh, kugombana na pengine ya rafiki yako ama mtu yoyote kutokana na hiki ambacho uh, unakifanya wakati tayari ushaingia kwenye utumishi. Sasa hapana, ah, usijawahi kugombana na mtu yoyote. Sijawahi. Okay. Isipokuwa huwa anajitenga na watu pindi ambapo mtu anataka uh, kuchafua blandi yangu, gari mi nimepigiana sana mi huwa najitenga naye mbali sana. Okay. Mm -hmm. Sawa na pengine, uh, natamani nifahamu pia ni vitu gani vya msingi ama vya muhimu kwa yule mtu ambaye naye pia natamani kuwa mtumishi wa Mungu, vitu gani ambavyo uh, vinaweza vikamsaidia kwenye kufanya kazi kwa ufanisi zaidi? Jambo la kwanza, uwe na uhakika Mungu amemwita kweli, huko hakuna hela, mm -hmm. kama wengi wanavyodhani. So jambo la kwanza, uwe na uhakika Mungu amekuita kabisa, kwa sababu na kipindi cha mpito na kipindi cha mchakato hicho kipindi, utapitia maumivu na kila aina ya mateso. So kama Mungu hajakuita hutaweza kustahimili. Tunao watu wengi walianza, waliacha, wakaishia njiani. Hiyo hmm. ni jambo la namba moja kwa sababu. So, kama ukiwa umejua uh, una uhakika Mungu amekuita, utakapolia machozi bado utakuwa na uwezo kustahimili na kuendelea mbele. Lakini jambo la pili, baada ya kuitwa, lazima ujue wewe umeitwa wito gani na wewe ni nani. E, Mungu akupe neema kwenye hayo maeneo, kisha jua kikubwa sana ni dhamu. Mm. Kwa sababu bwana, uh, kitu chochote mtumishi wa Mungu ukifanya kitu kidogo tu kinaweza kikaenda umbali mrefu kuliko mtu mwingine mm. uh, akifanya kitu kikubwa. Yani sisi vitu vyetu ukijichanganya, uki kidogo mm. vina uwezo wa kutembea kwa ukubwa, vikakuharibia kuliko mtu mwingine akifanya kitu kikubwa sana. Kwa hiyo ni dhamu ya maisha inahitajika sana, sana sana sana na utulivu. Hivyo vitu vya nidhamu ya maisha na utulivu, hii huduma inahitaji nidhamu, kwa sababu huku wanakuja watu wa kila aina. Wanataka ufahamu, kuna kipindi wanakuja watu wenye elimu kuliko wewe hmm, watu wazima kuliko wewe. Unaona, mimi hapa ukifika Jumapili ukiangalia watu hapa, utaona watu wazima kuliko wewe, kuna watu ni matajiri kuliko wewe, kuna watu wana mamlaka na vyeo kuliko wewe na wote wanakuja kwako kwa sababu tu ile neema ya Mungu ya rohoni ndio inakuema wavuta. Kwa hiyo lazima uhakikishe kwamba unakuwa na nidhamu ya kuweza kuchukuliana na kila mtu. Kwa sababu wale wenye elimu sana lazima ufahamu ya kwamba vitu vingi watakukosoa pia. Hmm. Wana elimu zao. Wale wenye mamlaka watataka wakukontrol. Sasa hmm. Ili uweze kuiendesha huduma vizuri maana yake wewe ndio lazima uwe kiongozi. Sasa hmm. hapo ndio wanahitaji wa akili na ufahamu na utulivu mzuri sana kuyachakata mambo, sio kila jambo linalokuja unalitolea maamuzi haraka. Hmm. Uh, umekuwa ukiubili katika uh, vyombo mbalimbali vya habari, na kama vile ambavyo vinavyozungumza, umekuwa na wakati watu wanakukosoa. Uh, ushakutana na momenti pengine uh, eidha iwe kwenye comment ya kawaida ama mtu akakwambia live moja uh, kwa moja kwamba unatudanganya uh, ama ujui, yani ile comment zile ambazo za kukata moyo nyingi sana, hmm. Ukishahubiri dioni huko wewe utakutana na mambo mengi sana na ndio maana watumishi wengi wanakuta, tutumiaje namba, hatutoe namba zetu halisi, tunatoa namba za huduma zinazo, ambazo mtu ukiwasiliana ama ukituma vitu vyako unakutana na watendakazi, vinaishia kule kule, wewe hutakujia huko, ukishahubiri tu imetoka. Lakini mimi nishakutana na changamoto, natoka kuhubiri, nimehubiri, natoka tu, simu ikapigwa, bwana mmoja kaniambia wewe dogo, andite video utakana nijua. Wewe dogo, sikiliza, unawasema waganga wa kienyeji, au wanatusaidia sisi mm. Wewe kama wakusaidii kazi kwako, ukiendelea hayo mambo, mimi nitakufuata huko uliko mm. Halafu tutapambana mimi na wewe. Sasa utakiwa kupani kwa mtumishi wa Mungu mm. Unatuliza jazba, basi yakawa yamepita. Lakini kipindi kingine nilikutana na mtu mmoja ambaye akaniambia, sasa sikiliza, wewe ndio unayetuharibia Uh, jamii yetu hmm. na kuja kukifunga hicho kikanisa chako kesho asubuhi. hmm. Mimi ni mtu mkubwa sana kwenye nchi. Unakuta vitisho vinakuwa ni vingi, yeah. Kwa njia redio, changamoto ni hizo tu. hmm. hmm. na huwa uh, una, unafikiri hizi comment zinatokana na nini? ah, comment, unajua bwana, uh, kwanza, duniani kila mmoja na mawazo yake, unajua. hmm. Kuna mtu mwingine hapa, ukitaka kuelewana naye wewe ongea naye habari za michezo. hmm. Kuna mtu mwingine ukitaka kuelewana naye, ongea habari za muziki. Ukiongea michezo tu atakukosoa kwa sababu haielewi. Kuna mwingine ukitaka kuelewana naye wewe, ongea habari za Mungu. Ukiongea habari nje ya Mungu, yeye hawezi kukuelewa mm-hmm. Sasa changamoto zinakuja pindi ambapo mtu anataka kuzisikia habari za Mungu, wewe unaongea michezo, atakukosoa tu, atakukosoa tu yeah. Sawa uh, kwa sasa uh, umekuwa ukiendelea na uh, shughuli hii ya utumishi ambayo pengine Mwenyezi Mungu amekupa karama kiasi hicho. Uliniambia uh, mwanzoni familia ilikutenga kabisa, ndugu jamaa uh, na marafiki. baada ya kuendelea na utumishi wa Mungu, natamani nifahamu familia uh, pengine ilirejea na kukubaliana kile na kile ambacho wewe ulikuwa unakifanya, na sapoti yao pia ilikuwaje? Eh, namshukuru Mungu, alianza mama akaanza kuelewa, alianza baba akaanza kuelewa, baadaye mama naye akaja kupelewa. Wao ni walogo lakini, wote wamewahi kufika hapa. Sapoti iko vizuri, kumshukuru Mungu mambo yanaenda vizuri, na kwa sababu saa hizi wenyewe pia wanajivunia. Unajua bado nimefanya kazi ya Mungu na Mungu ni mwaminifu sana. Wewe ni shahidi, Mungu ametubariki kwa namna moja ama nyingine. Unajua mtu Mungu amembariki jambo la kwanza sio fedha mm, ni watu. Wewe unashuhudia matukio yote ambayo mimi nayafanya hapa mjini mengi sana. Mimi pengine ni miongoni mwa watumishi ambao huwa wanaweza kufanya matukio mengine, ndio kashuhudia mikutano yangu na ubiri ina umati wa watu, ndio kashuhudia hata matukio, kwa mfano mtoto kinabii na umati wa watu. Sasa wazazi wanapoelewa hayo, hakuna mzazi apendi kuona mtoto wake anainuka, ama akiona mtoto wake amefikia hatua nzuri akafurahi. Ndio wazazi walipoanza kuyaona kwa kuona, kumbe huyu mtoto ana kitu kikubwa cha kujivunia wao wakawa wanapewa taarifa zangu, wanakuja hapo wanaona vitu vinatokea, wanaona kuna watu wazima wanavyoniheshimu, wanavyokubali huduma ya Mungu kuona wao, wakajikuta wanaingia kwenye ule mfumo, na wao wakaona ah, kumbe kweli mtoto wetu anafanya kitu cha maana, kitu cha msingi. Tangu hapo nidhamu ni kubwa, hata kwenye vikao vya familia, the way wanavyowaenda watoto wengine na mimi, ni vitu vingi tofauti zaidi hiyo. Ah, pastor, tumezungumza mengi sana siku ya leo. Kwa kumaliza, pengine tunafahamu kuna wale ambao nao pia wanatamani siku moja uh, kuwa kama pastor Richi. kuna wale wanatamani ah uh, sana nafasi hiyo, pengine uh, kipi ambacho unaweza uh, kawaambia kwenye safari hii ambayo imejaa uh, changamoto nyingi yenye maumivu makali, mateso, lakini bado limili amen. Hakuna uh, kitu kinashindikana duniani ukiwa na ndoto, kwamba maisha ni mchakato, hayawezi kuenda tu moja kwa moja, lazima kuna baadhi ya vitu vina vitakusumbua. Mi nakausemekangu kadogo, huwa najisemea uh, ni bora ukaanza kwenye umri mdogo, ili kusudi ukosee mapema, urekebishe mapema Alafu huyu mara mapema baada ya hapo ya ni mwendo tu mambo yanakuwa yanasogea na vitu vinakuwa vinaenda sawa sawa. Kwa hiyo usiogope, wakati mwingine utajikuta kwa kwenye changamoto, wakati mwingine utakuwa unakosea kosea, watu wanakuandama, watu wana wanakuinukia wana, wana, we jiamini, ulicho nacho ni cha kwako, na kuna mtu mwingine yuko nacho. Mungu ndo amekupa neema hapo. Mwombe Mungu, Mungu, Mungu atakufikisha kwenye ndoto yako. Kwa mtu ambaye anafikiria kuanza ama kupambana na harakati ya aina yoyote ambayo yuko nayo hmm. Uh, n anasema, ukiingia huko kuna vita kweli kweli, na sasa hivi vita ambayo imeongezeka ni ya watumishi kwa watumishi. Aliona hili hmm. yeah. vita kwa watumishi wa watumishi kubwa pia, na kwa maeneo yote yana vita, lakini kwa huku mm, vita kubwa ni watu wa karibu. Na of course, hiyo ni tangu zamani hata Yesu mwenyewe waliomuua ni wale wale ambao wa na wanyole kwa wanaongea lugha moja na yeye. So, kama nilivyosema wewe jiamini tu afu tunapambana, haya ni maisha tunapambana. Kwa unajua duniani hapa dunia ina msemaji. Ya hii dunia inajisemea yenyewe. Usijue ukajikuta uh, ukawa na wasiwasi. Hapa duniani tunapita, kila mmoja amepewa cha kwake. Kwa kama Mungu amekupa wewe, pambana maana atakudai siku ya mwisho unapewa kitu afu unaogopa nini? Utaki kuogopa? Unapambana, unakaza moyo, unakaza mwendo, unafanya una vitu kwa ukubwa. Baadaye hao hao ambao wanabeza watasema kweli, huyu ni kamanda huyo. Na mwisho, zungumza na wadau na watazamaji wa Komba TV kuhusiana, uh, na huduma zako, pengine naopatikana na kadhalika. Naitwa Pastor Richi, ama nabii wa matamko mashine ya e Injili. Subscribe Komba TV, like, share. Unaposubscribe Komba TV Ma wanapata nafasi ya kusikiliza mahojiano ya aina mbalimbali, wanapata nafasi ya kusikiliza maelekezo mengi ambayo yatainua maisha yako, yatakupa ujasiri, yatakutia nguvu, lakini sio tu kusikiliza, hakikisha una subscribe. Unapo subscribe unakuwa wa kwanza kupata taarifa pindi ambapo Komba TV wanakuwekeza taarifa, na mimi nimesha subscribe uh, Komba TV kwa ajili ya kuendelea kubarikiwa na vitu vingi ambavyo wanaviweka hapo, lakini kubwa zaidi endelea kutusapoti. Naitwa mtu wa Mungu Pastor Richi, ama nabii matamko. Uh, kama unaruhusu, sijui nadhani, nikasema mitandaoni tunapatikana kwa jina moja tu la media, media yetu ya huduma New Planet Media. So tufuate Instagram, TikTok, Facebook pamoja na YouTube huko nao subscribe na Mungu akubariki sana. Amen, amen. Uh, ndivyo ambavyo sisi uh, mazungumzo yetu na Pastor Richi. Uh, nabii wa matamko uh, tumefikia tamati hapa. Hakikisha una subscribe na share, una like na comment. Hii ni Komba TV tunakusogezea exclusive interview ambazo uwezi ukazipata sehemu nyingine yoyote ile. Mimi naitwa Adolf Mwingira Majanta, na hii ni ripoti za Komba TV.